Uislamu. Tuangalieni dini ya Allah yatakaje. Na kwa mujibu wa maneno haya tutakapokuwa tunayazingatia maneno haya kwa hizi hadithi zote tatu tuifanye ile hadithi moja, lakini pia haiko hivyo. Ifanye ile hadithi moja kwamba mwezi utaonekana popote waweza kupata tani. Eh, kwanza mwezi wa popote hauko pia. Lazima, eh, tuambie ni kweli. Ushahidi anao

kwamba ra ra'aytumuhu fasumu wa idha ra'aytumuhu fa'ftiru, na ndio ameeleza kabisa kabisa. Sasa tufanye hadithi hii waweze wakapewa taarifa, lakini hadithi hii ya kwanza niliyotaja huko ya kulazimisha, lazima wewe uone mwezi mwandamo. Hadithi ya pili niliyotaja ya kulazimisha kwamba usifunge mpaka uone mwezi mwandamo, hadithi ya tatu ndio inakuruhusu wewe upokee taarifa. Tayari hapa hadithi mbili za ruhusu kwamba lazima kuona, halafu moja tu ndio ataarifa hapo. Unapata ibra gani? Ibra inayokujia hapa kwanza, kuona atak mara nyingi, kwa sababu aniziza kuona tayari ziko nyingi kuliko kuliko kulikonidaa ya kusikia. Tuko pamoja hapa eh? Alafu kuna wakati sasa, itakuwa na huoni sasa, ndio ukasikia ndio kama Tanzania mtu wetu zaibahi mwezi bwana umeonekana, sibahi mwezi umeonekana, skenya mwezi umeonekana, Kenya mwezi umeonekana, Goma atuami lakini mara nyingi n sasa hawawezu na nyingine twasikia sasa hawawezetu kuna moja ya ku. masafa ya mbali. Yaani wao wameshika hii ida isumu li ruyati wa aftiru li ruyati. Hii hadithi za raaitumuhu fasum wataitumia lini? Wataifanyia kazi siku gani? Hii hadithi la tasumu hata tarau wala tuftiru hata tarau wataifanyia kazi siku gani? Hapo ni lazima kila mmoja apate mazingatio. Hawa ni watu wa aina gani hawa? Sasa mimi narudi narudi kwa pale pale. Aliyefungua leo kwa sababu eti aafuata sumudia kwa kwa sumudia kafungua, huyo naomba aje arudie kulipa iswamu yake, aje ailipe tena. Kama kafungua ikusul... hii kusudi kama itakuwa adwa wazi hii mwisho kuandama, lakini kwa kwa sumudia huyo, atakabidi aje afungue na kafara, aje alipe na kafara, maana kafungua kusudi. Yule ambaye nipata mkumbo tu maskini, mwenyewe kachukuliwa tu. Haya, twende tuilimrani, kushabiki shabiki Unajua ili jambo la dini watu walichukulia kiushabiki shabiki, au ni swala la mwezi watu walichukulia kama kiushabiki shabiki. Mimi siko nalo kiushabiki, mimi niko kilillahi, na ndio maana natoa fursa kwa yoyote, sio sio wale watini yao, hata shehe mwenyewe mimi nawezo kujadiliana naye kwa jambo hili, lakini namwambia kielimu, anayo elimu kubwa anayo, eh fanya ana elimu ya dunia nzima, lakini kwa ile anidanganye, na nina uhakika nitamshinda, yaani 100% ha nidanganye kwenye hili na nina uhakika nitamshinda, akitaka muda wote mahala popote. Asikuletee uhuni katika swala hili, ili swala la uhuni. Anatupa fatua za kihuni, alafu watu wanazipokea, tunazikubali tulizofatua kuzipokea, kuzipokea. Watu wanakula mchana, watu funda, aliapua, wa Ramadhani, watu wengine wanafunga aliyakuwa yakuwa ni mwezi wa Shaaban. Ni jambo ambalo sio zuri, tunatakiwa tubadilike kwenye ukweli, paseemwe

Shirikini, akongu, no shirikini. Oh, wa shirikini na mtimizimu wa Mungu, ndio shirikini wao ndio ni wa sunna, lakini wallahi wabillahi watallahi kutokana mimi sija kurudia kwenye dini ni dini sijaipata na ukubwa ni dini nimelelewa kama utoto. Mimi najikuta nacheza nacheza madrasa tu mpaka natoka kwa mazingira mpaka maisha yangu nayoishi yule yule maisha ya kidini, yaani hakuna maisha mengine. Maisha ambayo ninayotegemea haswa ni maisha ya kidini, kila muongo ni maisha ya kidini, kila kilao leo ni maisha yangu ya kidini Nikinenepa maisha yangu ya kidini, nikikonda maisha yangu ya kidini.